maisha siwezi kuyaogopa kwa sababu nimekuwa simjui baba, lakini nimelelewa kwa jasho na damu la mama, ndugu, jamaa na marafiki, na wajibu wangu kwenye maisha niliweka ahadi nitapigania maisha ya wa Watanzania kama walivyonilea bila baba na nikakuwa, nikasoma na nikawa mtu wa maana katika nchi hii, kuja mtu yeah, yeah. anasema umenunuliwa ah! Bei gani? Bei gani, Salum Mwalimu nimenunuliwa?Wawaambie.